Siku ya leo nawakaribisha katika ibada ya siku ya leo, tunapoenda katika kitabu cha ja, Yeremia mlango wa kumi na saba kuanzia mstari wa kwanza, na kichwa cha andiko ama kichwa cha ja ibada ya siku ya leo ni kwamba amelaaniwa mtu yoyote anayemtegemea mwanadamu na ndani yake amemwacha Mungu. Na tuombe kwa ajili ya siku ya leo. Kristo, tunakuja mikononi mwako, mchana wa leo tunasema ni asante imekukarimu mkono wako wa kuume kutuunganisha pamoja. Tunakabidhi ndugu zetu wanaotutasama katika vyombo vya habari ulimwenguni kote, mikono mwako, ambao wametutasama na wanaotusikiza hapa hivi, tunakabidhi mikono mwako. Tunakabidhi ndugu zetu na dada zetu na kaka zetu na jamii zetu na marafiki wanaosafiri kwa anga, wanaosafiri kwa reli, wanaosafiri kwa meli, wanaosafiri kwa barabara, wasafiri salama wanakotoka na wanakokwenda, na jina lako lisitukuhimidiwa Tunakabili wasiojiweza, mayatima, waliofiwa, waliokerezane wa Kongo, wenye shida kifedha, kikazi, mikono mwako Kristo, watembelewe wanapolia, sauti zao zikasikike kwako Kristo. Tunaomba amani na ushindi katika mataifa zetu, ulete furaha katika manyumba zetu, ulete furaha katika mahali petu pa kazi. Tunaombea waajiri na waajiriwa wote, mikono mwako, ulete amani ndani yao. Siku ya leo tunaikabidhi mkono mwako tukisema ni asante, maana mwana umetuwezesha kuiona, sio kwa sababu tumetenda yaliyo haki na yale hatujaomba. tunaomba Kristo, atuombee ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini, amina. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo, sio kwa sababu tumetenda yaliyo haki. tumeiona siku ya leo ni kwa sababu ya neema na fadhili zake, ndipo sasa ametuwezesha kufika siku ya leo. Nitasoma mstari wa kwanza hadi mstari wa nne, na tu, ta, tunataka kujua ni, ni jambo gani lilifanya Mungu akayanena maneno haya kuhusu wana wa Yuda, maana maneno yanayonenwa katika kitabu hiki kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa nne, Mungu anahuzunika, anaongea maneno makali kuhusu wana wa Yuda kwa sababu ambayo mambo ambayo wameyafanya ambayo hayampendezi. Inasema hivi: dhambi ya Yuda imeandikwa katika kalamu ya chuma cha ncha ya almasi imechorwa katika kipao cha moyo wao na katika pembe za madhabahu zao. Dhambi ya wana wa Yuda iliandikwa katika mioyo yao ka, kama inavyochorwa kwenye chuma na imeandikwa katika ncha ya almasi, imechorwa katika kibao cha moyo wao na katika pembe za madhabahu zao. Madhabahu zao, mahali wanapokwenda kuabudu, imejawa na dhambi wanapotembea wanatembea katika hali ya dhambi. Watu hawa hawawezi ku, ku, ku, kutawanyishwa kati yao na dhambi. dhambi zao zimeandikwa katika mioyo zao, hazifutiki, yani wana, wanazoea kufanya dhambi. Na haya ni mambo ambayo wana wa Israeli waliokuwa wakiyatenda, na tazama, hawa ni wateule wa Mungu. Mungu alihusunika kwa sababu watu hawa walikuwa wametenda dhambi kiasi ya kwamba dhambi na hao haiwezi kutofautisha kadhi yao na dhambi, na hata mahali wanapokwenda kuabudu kuabudu katika madhabahu zao wamefanya dhambi katika pembe za madhabahu zao. Katika pembe za madhabahu zenu mumeweka dhambi, munafanya mambo ambayo yanamuudhi Mungu, vitu tunavyovifanya mahali tunapoabudia. Mungu amekasirika katika inji ya wana wa Yuda, Mungu alikasirika, na ndipo akasema, dhambi ya wana wa Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma kwamba ni vigumu sana kuondoa hiyo dhambi, imefananishwa na vile mtu anavyoandika kitu kwenye chuma. Kukitoa kile ki, ki, ki, maandishi kwenye hiyo chuma ni vigumu sana, na hiyo ndio ilikuwa hali ya wana wa Israeli ama wana wa Yuda, na ni kama tunapofananishwa na sisi hata sasa, wakati huu tumefananishwa na wana wa Yuda, kwa sababu dhambi tunazozifanya tumezoea mpaka kwa kwamba tunatafuta njia ya kuhalalisha dhambi tunatafuta njia ya kusema kwamba haya ni mambo ya kawaida, na yale tunayoyasoma ama Mungu aliyoyasema ni mambo ya samani. Tunajaribu tuna kufananishwa, kwamba ni lazima tujue kwamba mambo yamebadilika, na wakati huu sio wakati wa samani, na hayo ndiyo ilikuwa katika wana wa Israeli. Na wakati huo watoto wao wasikumbuka madhibao zao na mashera yao, karibu na miti yenye majani mapichi, juu ya milima mirefu au watu walifanya mpaka watoto wao wakaanza kuwakumbuka kuwa mambo ambayo walioyafanya ya kuabudu miungu. Tunafanya mambo mpaka watoto wetu wanachukua hiyo kama ni kawaida, ama wale wanapotuona wanasema haya ni mambo ya kawaida. Na haya yote yalikuwa ni dhambi machoni pa Mungu. Mungu hakufurahia chinzi wana wa Israeli walivyofanya dhambi, sikawa ni kama kawaida kwao. E mlima wangu wa, wa ndani nitatoa ma, mali zako na hazina zote zako zote ziwe nyara, na mahali pako palipoinuka, kwa sababu ya dhambi katika mipaka yako yote, nawe nam wewe na nafsi yako utaachana na urithi wako ulio niliyokupa, nami nitakulazimisha kuwatumikia adui zako katika nchi usiyoijua, maana umewasha moto katika hasira yangu utakaowaka milele kwamba ile dhambi waliyoifanya iliweza kumfanya Mungu akahusunika, na kwamba kwamba hata ile uridhi alikuwa amekuasudia kuwapatia, ama zile baraka Mungu alikuwa amekusudia kuwapatia wana wa Yuda atasiondoa, na anasema kwamba atafal, atafanya juu na chini hao wana wa Yuda wakaweze kwenda kuodumikia adui zao. Hakuna kitu mbaya kama wewe unaweza kwenda kumtumikia adui wako, maana atakutesa atakufanyia chinzi anavyotaka. Na ilikuwa imefika kiwango hiki kwa sababu ya dhambi ambazo wamezitenda. Ndugu zangu, kaka zangu, mama yangu, watoto wangu, tunapotenda dhambi ambazo zinamuudhisha Mungu, zinamfanya Mungu anaudhika, anaweza tufanya tuende tukautumikie maadui zetu, ili tukuwe chini ya maadui yetu, na watatutesa hawatatufanyisha kazi ambayo tunapenda, watatufanya tufanye kazi ambayo sisi wenyewe katika hali ya kawaida hatuwezi kuifanya, na kuna watu wengi wanapitia mambo kama haya sasa hivi. Mtu uliyokuwa unajua kwamba ni adui yako, sasa amekuwa ni mtu ambaye wewe unaenda kumpikia makoti, unamwomba ili akupe chakula. Kwa sababu gani? Ulitenda dhambi ikawa ni kawaida kwako, na Mungu amekuacha uende udumikie maadui yako, na hata zile baraka alikuwa amekusudia kukupatia atasiondoa kwamba zile mali ukuli, uli, u, u, ambazo uko nazo, unajiringa nazo itafika wakati mmoja utatamani uwe na hizo mali. Na kuna watu wengi ambao Mungu alikuwa amewabariki katika maisha yao wakanawiri, wakakuwa na mali wakakuwa na, na kila kitu ambacho wanaweza kutamani kuwa nacho katika maisha yao, lakini ikafika wakati hizo vitu zote zikaondoka kwao. Hawajui ni kwamba walifika mali wakamwacha Mungu, wakaanza kuabudu miungu zingine, wakatenda dhambi ambaye iliyofananishwa ni kama maandishi yaliyochorwa kwenye chuma ambayo haiwezi kufutika. Tunafika mahali mmoja, tunafika mahali uh, kwingine, tunafanya dhambi, tunaona ni kawaida, ambao tunaona kwamba kwa sababu Mungu hajatuadhibu haja, haja, tunasema ahii, ni kawaida, ama tunasema hiyo ilikuwa ni wakati uliopita, hiyo ilikuwa ni wana wa Israeli walikuwa wanaadhibiwa, sisi hatuadhibiwi. Mungu alifanya haya ili wewe na mimi tukaweze kusoma juu yao, kwamba yale waliyopitia hata nasi tunapitia sasa. Kuna watu wanapitia amba, mambo ambayo tunayoyasoma hapa sasa hivi. Mungu anakasirika nao kwa sababu wamemwacha Mungu na wametenda dhambi, na dhambi kwao ni kawaida, mpaka wamefanya hata watoto wao wanaabudu miungu ambayo Mungu mwenyewe hakutaka watu wake waabudu. Anasema kwamba watu hao wameasha moto ambao utawaka milele na milele. Inamaanisha kwamba itakuwa ni vigumu sana kama hawatamrejea Mungu. Watu wa Yuda wataumia, watatekwa mateka, wataudumikia maadui zao, maadui zao. Je, ndugu yangu na kaka yangu, unataka kutumikia adui yako? Kama unataka kutumikia adui yako dheni, endelea endelea kutenda dhambi, kwa sababu unapoendelea kutenda dhambi Mungu anakasirika, because hakukuumba utende dhambi, alikuumba umwabudu, alikuumba uishi maisha ambayo ni bora, maisha ya kumpendeza, maisha ya kumwabudu yeye peke yake, maisha ya kumtegemea. Mstari wa tano, Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Mtu yeyote ambaye amemwacha Mungu na moyoni mwake ameanza kutegemea vitu vingine, aidha ametemekema kwamba amefanya kazi, ako na pesa, ako na mali, ako na ujuzi amesoma na amemwacha Mungu kando. Mtu huyu anasemekana kwamba ni mtu aliyelaniwa, kwa sababu anamtegemea mwanadamu, amemfanya mwanadamu kuwa kinga yake. Kuna watu ambao wanafanya wanadamu kuwa kinga zao, wanasema, yes, mimi niko na mtu fulani, hata nikitenda dhambi, hata nikifanya jambo hili, huyo mtu atakuja kuni kuni kuni- kunitetea kuni, kuni lakini Mungu anasema kwamba mtu kama huyo amelaaniwa. Ndugu yangu, unapomwacha Mungu ndani ya moyoni mwako, kwa sababu umenawiri, kwa sababu una afya, kwa sababu uko na mali, kwa sababu uko na na vitu vyote ambavyo watu wanatamani waukuwe navyo, unasema kwamba wenye hawana ni wale watu wanamtafuta Mungu, ujue kwamba wewe umelaaniwa ndani ya maishani mwako na vile alivyosema hapo akatangulia kwamba kwa sababu mmemfanya dhambi, na dhambi zenyu zimefananishwa na kama ile kalamu ama, ama imechorwa kwenye chuma, yani dhambi imechorwa kama maandishi yanayochorwa kwenye chuma, inafananishwa kwamba ni vigumu sana kutoa hiyo dhambi. na wetu kwamba watu hawa hata ile baraka hata ile baraka aliyokuwa amewaahidi, hata kama zile urithi alikuwa amewapatia, atauondoa ule urithi na atawafanya watu hawa wakaende kuwa, kuwafanyia kazi maadui zao. Ndugu yangu unatamani uende ufanyie maadui zako kazi ama unatamani ufanye kazi yako? Ama unatamani watu wa kuheshimu kama mtu ambaye una, una, uliumbwa na mfano wa Mungu na unastahili una kuwa na heshima? Haya ni maneno ambayo unastahili kujiuliza, ndugu yangu na kaka yangu, mahali uliko. Yes, unajua unaamini, najua una, una unamheshimu Mungu, najua unamtegemea una, una Mungu, lakini ndani ya moyo wako ni kitu gani unachokitegemea? Unamtegemea Mungu ama unamtegemea mwanadamu? Maana anasema kwamba amfanyee mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Mungu. Kuna watu wamefanya mambo mengi kuwa kinga zao, wanajua kwamba nikiwa na hiki ninajua niko, niko katika hali ya salama. Lakini Mungu anasema mtu yoyote anayemwacha Mungu na kuanza kutegemea miungu zingine na kuanza kutegemea mali zao na kuanza kutegemea nguvu zao na kuanza kutegemea akili zao, mtu yule amefananishwa na mtu aliyelaaniwa, na unapolaaniwa inamaanisha maisha yako hayatakuwa sawa. Ye yeah, inaweza kuwa sasa hivi unaona maisha ni, ma ni mazuri lakini hapo mbeleni utakuta mambo yanasambaratika, yanakuwa mabaya. Tumeona watu wamekuwa viongozi, tumeona watu wamekuwa matajiri, lakini mwishowe wakaishia katika ufukara, wakaishia katika hali ya umaskini, wakawa ambaye hata wanajificha, hata wengi wao wakakufa mapema. Kwa sababu gani? Ya kutokuwa na ile, kuwa na ile pressure, kwa sababu wanafika mahali wanaona aibu, hata wawezi kutembea mbele ya watu. Mstari wa sita, maana atakuwa kama mfukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika inji ya uchumvi isiyokaliwa na watu. Inasemekana mtu huye amelaaniwa kwa sababu amefananishwa na mtu ambaye anakaa nyikani. Nyikani ni mahali penye hakuna hakuna mvua, hakuna mimea, hakuna chochote kinachomemea. Sasa mtu mwenye anamtegemea mwanadamu mwana, na moyoni mwake amemwacha Mungu, huyo mtu ni mtu amelaaniwa, na anafananishwa kama mtu aliyekaa aliyekaa nyikani, mahali pasipoonekana, pasipo kitu chochote. Hataona hata yatakapotokea mema, mambo mema ambayo Mungu amekusudia kumpatia ama kuwapatia wateule wake, huyo mtu hatayaona. Yes, atawasikia tu watu wanashuhudia wana wakisema kwamba Mungu amewabariki, Mungu amewapa afya, Mungu amewapa kibali, Mungu amewaneemesha, lakini yeye mwenyewe hatayaona kwa sababu gani? Yeye ndani ya moyoni mwake amemwacha Mungu na ameanza kutegemea wanadamu na nguvu zake. Je, ndugu yangu, swali ni kwamba unamtegemea nani? Unamtegemea Mungu ama unamtegemea mwanadamu? Unamtegemea Kristo ama unamtegemea vitu ambazo ulivyo navyo? Haya ni maswali ambayo unastahili kujiuliza na uweze kujijibu. Maana hakuna yule anayeweza kukosa kujua ni ndani ya moyoni mwake anategemea kitu gani. Ikiwa unategemea mali zako, ujue Mungu atakuacha fananishwa na mtu aliyekaa jikani mahali pasipokaliwa na watu, hataona mema wakati yanayopotokelezea. Anasema bali atakaa changwani palipo ukame, katika nji ya chumvi isiyokaliwa na watu, atakaa mahali palipo ukame. Ukame ni kwamba hakuna chochote unachofanya kinaweza fanikiwa. Itafika wakati hata hizi mali ulizonazo zinaanza kutofika, zinaanza kupotea kwa sababu umemwacha Mungu. Umedhani kwamba yale umeyaweza kuyapata umeyapata kwa njia zako na kwa hekima yako na kwa maarifa yako. Kuna watu wamejaribu kutafuta hizo mali na hawachapata, sio kwa sababu ati ni wajinga. Hapana, ni kwa sababu Mungu hajawafanikisha, ni kwa sababu hawachapata kibali. Lakini wewe, Mungu amekupa kibali, umepata yale umeyapata. Usiyategemee na usiyaabudu, bali umwabudu Mungu aliye hai ili asidi ku, ku kuyalinda ulio nayo, ili asiondoe ile urithi ambayo Mungu mwenyewe amekupatia, ili asikufanye ukaweza kuenda kuwafanyia kazi maadui wako, ukawafanyia wale watu ulikuwa na, ulikuwa unaona kwamba hawafai. Kuna pengine uliwachukua kama ni watu ambayo ni wa, wa, ni barathuli ndani yako, machoni pako, but baadaye kwa sababu ya ile dhambi ambayo umeitenda Mungu anaku peleka chini, anakushusha chini mpaka unaweza enda kukaa chini ya miguu za maadui zao zako, na watakufanyisha chochote watakufanyisha, hata kazi yeye mwenyewe hautafurahia. Kwa sababu gani? Umemwacha Mungu ndani ya moyo mwako, umeanza kuabudu mwanadamu na kutegemea mali ambayo ulionao, unategemea e, e, silaha ulizo uli nazo. Hata taifa mataifa zinawacha kumtegemea Mungu, zinaanza kutegemea nguvu zao, ndipo unafika mahali kwamba hata viongozi hawawezi kunawili hawezi, kunawiri, hawezi maisha marefu kwa sababu gani? Wanamwacha Mungu, wanaanza kutegemea vitu vingine. Biblia inasema bali atakaa katika jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Huyu mtu atakawa katika jangwa, mahali pasipokaliwa na watu, mahali penye watu hawezi kutamani kukaa. Hiyo ndio maisha ya yule mtu ambaye anamtegemea mwanadamu na moyoni mwake amemwacha Mungu, umefananishwa na mtu aliyekaa katika mahali pa, pa watu hawezi kukaa. Ndugu yangu, itafika wakati kwamba wewe unatoroka hata watu utaki kuona, ndugu zako utaki kuona kaka zako, kwa sababu yale mapiko utakuwa umepigwa kwa sababu ya kumtegemea mwanadamu na kumtegemea Mungu, kwa sababu ile dhambi ambayo umeitenda imefananishwa na kama ile kuchora dhambi katika almasi ama chuma, yaani imechorwa kwenye chuma, hiyo dhambi haiondoki. Umeona, dhambi ni kawaida, unapofanya usharati ni kawaida, unapodanganya unapo, ni kawaida, unapo unapofanya unapofanya nini, uh, uh, uh, uh. Kwa Kiingereza ama kwa kimomo wanasema corruption ni kama kawaida kwako, kwa unapouua ndugu zako unapowatesa ni kawaida, lakini Mungu anakutazama na anasema kwamba amefika kikomo, kwa sababu wewe mwenyewe umeasha moto ambao utawaka milele na milele, kwa sababu ya asira ya Mungu ndani ya maisha yako. Ninaomba ndugu yangu, kaka yangu ambao umenisikiza siku ya leo, Mungu akuguze, Mungu akubadilishe, uanze kumtegemea kwa kila jambo na kila hali, hata ingawa uko na mali kiasi gani, hata ingawa umesoma kiasi gani lakini umweke Mungu mbele because haya yote unayo yakuwa nayo, ama haya mambo yote ulio nayo yanakuwa inafika kikomo. Na Mungu akubariki sana, na tuombe. Kristo, tunakuja mikononi mwako, tunasema ni asante, pokea sifa na utukufu kwa ajili umetuwezesha kusikia neno lako, na tuomba Bwana Kristo, maneno ambayo umenena nasi jioni leo, asubuhi ya leo ama mchana wa leo, kulingana mahali popote tuliko Baba, maombi haya yakakuze mioyo zetu na kutubadilisha na kutufanya tuanze kutegemea wewe, tukijua kwamba tukitegemea wewe Kristo hatutaibika. Ni katika jina la Yesu Kristo tuomba nikiamini, Amen. Na Mungu aubariki sana.